Ulikwenda kumwona Sigrada Mligo wakati eh, ule akapata madhila pale eh, ndani ya chama chake, ulimkaribisha baadaye, na watu pengine sasa walikuwa wanasubiri kuona itakuwaje eh? Anaweza ak ak ak ak akajongea manamna gani? Lakini eh, bado anaonekana eh, yu katika chama chake kile. Vipi, ameshindwa kuja, ameshindwa kufikia makubaliano, na kimsingi sio makubaliano kuwa CCM au kuwa Chadema haiondoi mahusiano ya kawaida hmm. Na nilienda pale kwanza kama Josaya John Luoga hmm. Kama mwananchi wa Mkoa wa Njombe, ni kama ambavyo mimi ningepata madhira au ningeugua angekuja kunitembelea, kwa sababu si chama tawala. Kimsingi fahamu hilo nabii, ni walezi kwanza, ni walezi wa vyama vingine vyote, na ndio maana hata namna ya uendeshaji wa chama ndani ya nchi yetu, hakuna chama kinachoendeshwa kama Chama cha Mapinduzi. Ukiona kinasogelea kidogo kama chama cha mapinduzi maanake, kimeamua kuiga taratibu na tamaduni za chama cha mapinduzi. Kusema hatukufikia makubaliano, hapana, hatukuwa na makubaliano yoyote. Ili mtu ajiunge na chama chetu, ni lazima kwanza azielewe sera za chama chetu, miiko ya chama chetu, tamaduni za chama chetu. Akivutiwa nazo, basi sisi tunamkaribisha. Hata leo akiwa tayari anakaribishwa hata Tundu Lisu leo hii akitoka, akiamua, aki kuingia Chama cha Mapinduzi tunamkaribisha, kwa sababu chama chetu kinalea kinatunza eh, na kinaheshimu eh, mipaka ya mahusiano.